Mama pale kutia wasiwasi. Utaratibu huu unaofanyika sasa hivi ni kujiridhisha na vile vikundi, lakini zile fedha zipo, na mimi niwahakikishie, niwahakikishie wanaifunga. Tuko kwenye asilimia 90 ya kukamilisha taratibu zote za kuwapa zile fedha, lakini kubwa zaidi leo o oh mama, hadi kufikia tarehe thelathini mwezi huu